Mheshimiwa Neema Gerard Mwandambila, Mheshimiwa Shamsia Aziz Mtanda na Mheshimiwa Abdallah Jaffari Chaurembo wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika bajeti hii ya tano na ya mwisho tunakwenda kuidhinisha bunge hili la kumi na mbili ya ofisi ya waziri mkuu. Naomba pia kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uwasilishaji wake mzuri hotuba e, yake yaliotumia masaa mawili yaliowasilisha kwa ufasaha kabisa. Lakini nawapongeza mawaziri wote wawili, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Mheshimiwa Lukuvi na manaibu mawaziri wote wawili wa wizara hii e, dada yangu na kaka yangu pale. Lakini sina budi kuishukuru sana sana serikali inaongozwa na Dk. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mawaziri wote. Kusema ukweli, wamenipa ushirikiano mkubwa wa kutekeleza majukumu yangu ya uwakilishi wa wabunge katika bunge hili la kumi na mbili nawashukuru sana. Pia waheshimiwa wabunge wote ndani ya bunge mmenipa ushirikiano mkubwa sana, lakini pia wajumbe wa kamati ninayoongoza mambo ya nje, ulinzi na usalama, wamenipa ushirikiano mkubwa katika kipindi hiki. Kwa hiyo nashukuru sana pia kipekee madiwani wa wilaya ya Namtumbo kwa kazi nzuri walioifanya kuibua miradi, kuisimamia miradi, kunipa ushirikiano wakati wote wa kazi ya uwakilishi wa wananchi wa Namtumbo wamefanya kazi kubwa sana, safari haikuwa nyepesi nye. Madiwani wa Namtumbo wamesimamia kwa ukamilifu miradi yote iliyoletwa na serikali na tumepata mafanikio makubwa. Ongereni sana madiwani wa Namtumbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi sura ya tatu ukurasa 124 kipengele cha huduma za jamii ibara ya saba ilieleza Sera ya msingi ya CCM kuhusu huduma za jamii ni kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na fursa ya kupata huduma bora za jamii na za kutosha bila vikwazo, mwisho wa kunukuu. Kwetu sisi Namtumbo ilani imetafsiriwa kwa vitendo, ndio maana nimeanza kushukuru sana serikali. Katika elimu, Serikali ilitupatia zaidi ya bilioni kumi na mbili milioni mia tano ishirini na sita katika kipindi hiki kutekeleza miradi ya elimu. Tumejenga shule mpya tano za sekondari na nne, wanafunzi wako madarasani hapa tunapozungumza, lakini pia tunaendelea na ujenzi wa shule moja ya sekondari Hanga Sekondari, lakini pia tumejenga madarasa matatu, e, shule tatu mpya za msingi na tumejenga madarasa mia mbili na saba vyoo vya wanafunzi, lakini pia tumeboresha mazingira ya maliwato kwa wanafunzi na walimu. Tumejenga maabara katika sekondari zetu kufundishia watoto masomo ya sayansi. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika katika wilaya yetu na serikali yetu. Lakini kwenye afya, zaidi ya bilioni sita na milioni mia saba hamsini na tatu tulipatiwa katika kipindi hiki kujenga zaanati, tumejenga zaanati kumi na tano zaanati 15. Tumejenga vituo vya afya viwili, lakini pia tumeboresha vyoo na mifumo ya maji, ujenzi wa baadhi ya nyumba za waganga, majengo mapya katika hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya, lakini pia tumejenga jengo la mama ngojea. Hili jengo la mama ngojea ni jengo ambalo sisi, jiografia ya wilaya yetu ya Namtumbo imekaa kushoto kushoto, kwa hiyo kuna watu wanatoka kilomita mia mbili na hamsini na nne kuna watu wanatoka kilomita mia mbili kuna watu wanatoka kilomita mia na ishirini wengine kata nyingine inatoka kilomita themanini Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa wakinamama wanaopata complications za uzazi wanapopata rufaa ya kuja kwenye hospitali ya halmashauri ya wilaya walikuwa hawana maeneo ya kuishi, hivyo basi tuliomba serikali itujengee jengo la mama ngojea. Serikali ilikubali ikatujengea jengo hilo, tunashukuru sana serikali. Mama hawa wanaotoka katika maeneo mbalimbali wanafikia katika jengo hilo na wasaidizi wao, wanamwona daktari na wakurudi katika jengo hilo. Kwa hiyo, imepunguza sana vifo vya mama na watoto. Hili ni jambo kubwa sana katika wilaya yetu na nchi yetu, tunashukuru sana serikali kwa kutupa fedha za kujenga jengo hili la mama ngojea. Lakini pia tumeweza kujenga mochwari na majengo mengine na kadhalika. Hii kama nilivyosema, ni kazi kubwa sana ya kuhudumia wananchi wa hali ya kawaida katika nchi yetu, kule vijijini na wilaya yetu ya Namtumbo. Katika eneo la maji pia, naishukuru serikali jumla shilingi bilioni 17 milioni mia tano themanini na tatu tulitengewa katika kipindi hiki, na miradi tisa ya maji yenye thamani ya bilioni 6 milioni mia tatu sitini na nne imekamilika na, ime na wananchi vijijini wanakunywa maji. Utanuzi wa mradi wa maji kijiji cha Mwangaza kwenda Mtakuja, wanakunywa maji. Ukarabati wa mtandao wa maji Njomlole, wanakunywa maji. Ligunga Lusewa maji Litola Kumbala mradi wa maji Likuyu Masuguru Lingusanguse kote huko wanakunywa maji. Kwa hiyo tunaomba kuishukuru sana serikali kwenye hili na ushauri, eneo hili la maji tuna maji mengi sana katika mradi wa Litola Kumbala. Litola ni maji ya, ya mtiririko yanakuja kwa nguvu ya graviti, na tuna maji mengi sana, lakini tuna kata ya jirani ambayo iko kilomita tano tu barabarani, inaitwa kata ya na Mabengo, ina shule kubwa ya sekondari na kuna uhaba wa maji. Nilikuwa naomba kuishauri serikali kama itawezekana kutujengea tenki lingine la maji na kuweka mtandao wa maji yaweze kufika pale na mabengo, itatusaidia sana maji, kwa sababu maji ni mengi sana yanokuja katika mradi huu, yakifungwa huwa mipira inapasuka. Kwa hiyo naomba kuishauri serikali ifikirie kutuletea mradi wa kutujengea tenki la maji na kupeleka mabomba kuyasogeza kilomita tano yaweze kufika pale na mabengo, kuweza kuhudumia shule pia ya sekondari yenye watoto wengi sana kidato cha kwanza mpaka cha sita. Lakini tuna miradi ya bilioni tisa milioni 286 inayoendelea kujengwa Luhimbalilo na Ikesi, Mhangazi, Mgombasi, Msisima, Mnalawi, Mchomoro. Hii, hii bado inaendelea, lakini pia tuna mradi mpya ambayo ya matokeo ya haraka ya maji, yani quick win. Hii miradi hii bado haijaanza. Naomba kuishauri serikali basi, ipo katika bajeti hii, tunaomba sana basi, katika kipindi hichi kabla bajeti haijaisha, tungeweza kuipata fedha hizo, na katika maeneo hayo ni maji ya Limamu Ligera Muungano Hanga Misufini Lumecha Kitanda Mtonya E, uboreshaji wa maji Kitulika Sasawala Magazini Migeregere Rwinga na Mtumbo Minazini Libango Mageuzi Mliayoyo Mdwema na Mbecha na, na Utwango. Lakini tunaishukuru serikali, program ya visima vitano tumeweza kufanikiwa katika kila jimbo tumepata na sisi tumechimba katika vijiji vitano, ukiwa yuyu Mtelamwahi Mtakanini Kilimasera Matepwende ya Lisimonji pia katika eneo la barabara, katika kipindi hichi, tunaishukuru sana serikali. Tumeweza kutekeleza miradi ya barabara na vivuko kwenda vijijini na mashambani kwa kupitia TARURA ambayo serikali ilitupatia zaidi ya bilioni kumi na mbili milioni mia sita na arobaini na tumefanyia kazi ya kufungua barabara mpya, kukarabati barabara za zamani zinazokwenda vijiji kwa vijiji. Tunaishukuru sana serikali na katika eneo la kilimo kilimo niliomba serikali iweze kutujengea au kutuletea mradi ya kuweka maghala. Tunashukuru sana wizara ya kilimo chini ya uongozi wa mheshimiwa Bashe, waliweza kutuletea maghala manane ambayo yamejengwa katika maeneo ya Mhangazi, Kitanda, Lumeche, kata ya Msindo, e, Mtwara Pachani, Mtakuja, Lingusanguse, Matepwende na Ligunga. Tunawashukuru sana sana serikali lakini maghala haya yametusaidia sana na yatatusaidia sana kuo, kuokoa upotevu wa mazao ya chakula sababu ya kukosa uhifadhi sahihi. Lakini pia itasaidia katika masoko ya stakabadhi ghalani na kuongeza kipato kwa wakulima wetu, hivyo tunashukuru sana. Lakini tuna ushauri kwamba, unajua, katika safari yote ya mafanikio pia kuna changamoto. E, changamoto ya kwanza ni kwamba tunashukuru e, vituo vya kununulia mlituletea vituo vya kununulia mazao ya mahindi. Lakini vituo ni vichache. Kwa hiyo tunaamini kabisa ujenzi wa maghala haya pia yatatumika katika ununuzi wa chakula cha mahindi na mazao mengine na kupitia NFRA. Tunaomba sana serikali itumie maghala yale mapya makubwa mazuri kabisa lakini pia yatatumika katika biashara saghabadhi ghalani kwayo, tunaomba sana pia yaweze kufanya kazi hiyo. Lakini tunawashukuru sana pia kiongelea mcho. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana.